Kwa majina naitwa Easa, ni mwetimu. Nilisoma chuo cha Mwenge Catholic University, nimechukua degree ya Bachelor of Science in Education. Chuo chetu kinatoa elimu nzuri, kinapokea watu kutoka nchi tofauti, nchi mbalimbali, kina maadili na pia, walimu wetu wanatupenda, wanatujali, wanatusikiliza na chuo chetu kwenye swala zima la akademiki kiko vizuri, sio akademiki tu, pia maadili tunafundishwa hapa, na pia mazingira ya chuo chetu yako vizuri. Karibuni watu kutoka sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali, karibuni Mwenge Katoliki Univesity. Ni chuo kizuri na ni chuo pendwa <muchilipi>